Mgombea ubunge wa jimbo la Geita Mjini kupitia Chama Cha Mapinduzi CCM, Injinia Chacha Mwita Wambura, leo tena ameendelea na kampeni zake kwa kishindo katika kata ya Ihanamilo, ambako amepokelewa kwa shangwe na matumaini makubwa kutoka kwa wananchi. Akihutubia mamia ya wananchi waliojitokeza kumsikiliza, Injinia Chacha ameahidi kuwa chini ya CCM ataweka msukumo mkubwa katika kusimamia utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, ikiwemo maji, umeme, elimu, mikopo na ujasiriamali, kilimo na mifugo, miundombinu na michezo. Hapa tunajua, hapa katika kata yetu hii changamoto tunayo kubwa ya maji, si ndio, ndugu zangu? Vizima havitoshi, si ndio? Sasa niwaambie kushirikiana na mzee wangu huyu, niwaambie hata kabla sijaja hapa, hata kabla hamjanichagua, mzee wangu ameshanifika akamwambia, kijana wangu, hivi kwa nafasi yako ya uneki haiwezekani hata kutusaidia maji yapungue tatizo? Nikaambia mzee, mtakuja, kwa nafasi ya uneki inawezekana, lakini tukichaguliwa, hayo tunaenda kufanya kuwa historia tunao mtandao mkubwa, tunao mradi mkubwa wa maji. Kufika mwakani, tutakuwa tunatandaza mabomba. Mpaka sasa hivi tumeshafikia asilimia 85, pesa zimeshatoka, bilioni 124. Tenki limeshajengwa, sasa hivi kazi inayofanyika ni kusambaza yale mabomba. Mabomba yatafika hapa, maji yatafika hapa. Watu wa Ihanamilo, tunataka muoge asubuhi, muoge mchana muoge jioni, na uoge ukiwa unalala. Naomba upige makofi mengi kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ametoa pesa ambayo ilikuwa imeshindikana, lakini leo tunaenda kupata maji. Swala la elimu, najua kwamba mnazo shule hapa, najue mnayo shule ya sekondari, mnazo shule za msingi, na hata pale pale shule, kuna shule ya msingi Shirabera eti right? sipo ambayo inataka kuanza, si ndiyo? Tunaenda kushirikiana na mheshimiwa diwani, tuhakikishe shule zote za hapa zinapata walimu wa kutosha, zinapata madarasa ya kutosha, na mazingira ya kufundishia yanakuwa mazuri. Naomba no, tupige makofi. Mnajua, mnajua mimi ninazo shule, sasa hivi naendesha shule ni miaka kumi na tano, na mimi nimeamua kwa kushirikiana na waheshimiwa madiwani walioko hapa tunaenda kuhakikisha Geita mjini manispaa inaongoza katika swala la kutoa elimu iliyo bora Tanzania. Kama tutaenda kuongoza, tunaenda kuhakikisha hapa Ihanamilo tunaboresha, tunahakikisha walimu wanatosha, madarasa yanatosha, madawati yanatosha, ili mazingira yawe mazuri ya mwanafunzi kujifundishia. Kwa hiyo niwaambie na niwahakikishie, Suala la elimu kwangu mimi ni kipaumbele. Naomba no, tupige makofi kwa elimu.